Hello, Bwana Yesu asifiwe, mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo nataka tukaangalie mstari mmoja kwenye Biblia, alafu tukajifunze kupitia huo mstari. Mstari huo unatoka katika kitabu cha Mithali sura ya 16 ule mstari wa saba, inasema kwamba njia za mtu zikimpendeza Mungu hata adui zake humpatanisha naye. Yaani, mtu akimpendeza Mungu Akimpendeza tu Mungu alafu Mungu anakupatanisha na adui. Kama ulikuwa na adui na kitu chochote kile, Mungu anakufanya uwe sawa. Kama ulikuwa na adui na afya, manake unapata uzima. Kama ulikuwa na adui na uchumi, kama ulikuwa na adui na mali na huduma, ninachomaanisha hivi ni maana umefarakana na hivi vitu. Adui ni kitu chochote ambacho unakuwa uko nacho kinyume nacho. Sasa kama kuna mtu kwa mfano unataka kinyume na mfumo wa uchumi ukawa kinyume na mfumo wa ufahamu kwa kinyume na mfumo wa maarifa, yani kila kitu kwako, kwa, kwa unafanya vitu vya kipuzi, na kila unachofanya unazaa mapoza labda, yani kila unachofanya unacho, hakileti matokeo yoyote. Hiyo tunasema unakuwa na uadui na hicho. kila wakati magonjwa m na uadui na afya. ni njia za mtu kumpendeza Mungu Yani, inawezekana vipi njia za mtu zikampendeza Mungu? Je, mwanadamu ambaye amejawa uovu, amejawa ubaya, amejawa uchafu, amejawa dhuruma, amejawa tamaa za kidunia, amejawa tamaa za macho anaweza kumpendeza Mungu kweli? Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Zaburi ile sura ya 14 kuanzia ule mstari wa pili anasema Daudi, toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu ulimwenguni akaangalia kama yupo mtu ambaye mwenye akili amtafutaye Mungu, akaona wote wamepotoka, wote wanatenda maovu, wote wameoza, hakuna hata mmoja, hakuna hata mmoja amtafutaye Mungu. Kwa hiyo kama wanadamu tulikuwa wote kwenye mfumo wa namna hiyo, sasa hiyo haki namna gani ya kumpendeza Mungu kunatokea wapi? Unawezaje kumpendeza Mungu, mwanadamu Mpendwa katika Bwana, njia ni moja tu ya mwanadamu kumpendeza Mungu ni imani. Imani yenyewe ni imani ya namna gani? Imani yenyewe ni imani ya kumkiri Yesu Kristo. Wapendwa katika Bwana, si mara moja, si mara mbili. Ukisoma kitabu cha Warumi, Warumi ule mlango wa tano, kwanzia, kwanzia mstari wa kwanza soma mpaka ishirini na moja kule Paulo anafundisha vizuri sana kwenye kanisa la Warumi kwamba tunahesabiwa, tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, yaani kwa njia ya imani ndipo tunahesabiwa haki. Maanake bila imani hatuwezi kuhesabiwa haki, si kwa matendo yetu, si kwa jitihada zetu, kwa sababu anasema ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake huelekea upotevuni. Mithali 16 mstari wa 25. Kama iko njia hiyo inaonekana kuwa masawa, masawa machoni pa mtu lakini kumbe hiyo njia mwisho wake ni upotevuni. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa yuko ana, a, ukawa unatoa ukawa unafanya matendo ya, ya matendo yako wewe lakini yale matendo ya sito impact yoyote yakawa ni upotevu kwako, kwa sababu utakuwa unajiona uko unafanya labda unafanya haki lakini hauko haki, mpendwa. Katika kitabu cha Yeremia tisa ule mstari wa ishirini na tatu anasema mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hikima yake. Mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, mwenye utajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifue na ajisifu kwa sababu hii, kwamba ananijua mimi Bwana na kunifahamu, jina langu analijua na kunifahamu kwamba mimi ndimi nitendaye wema wote, unaona, katika dunia unaona afya zote kwenye dunia, unaona uzuri wote kwenye dunia. Ni Mungu anaotenda anayefanya haki zote kwenye dunia, awapatie watu haki, apate haki, upate haki juu ya adui zako, upate haki juu ya watesi wako, ni Mungu. Alafu na pia ndiye nifanyaye hukumu katika nchi, ni Mungu anayefanya hukumu That's a judge. Ndiye ndo final judge. Yeye ndo kwa sababu alituumba na anatujua in and out. Yani ndani na nje, kama anatujua hivyo, yeye ndio afanyaye hukumu Hivyo mpendwa katika Bwana, ukimwamini Yesu Kristo unakuwa umeamini ume, ume, ume, ume, ume ile njia. Hiyo njia yako inakuwa imempendeza Bwana. Kwa sababu gani? Umeliamini jina pekee la Mungu, ndio jina pekee ambalo watu tumepewa kuokolewa kwalo, zidi ya watesi, zidi ya adui, zidi ya wanyang'anyi, zidi ya dhuluma, zidi ya vitu vingine. Ni jina moja tu, ni jina la Yesu. Kwa kuamini hilo jina, hiyo njia yako inakuwa imempendeza Mungu. Mpendwa katika Bwana, Mungu alipochungulia duniani akaona wote, hakuna ambaye anamtafuta Mungu, wote tumepungukiwa na utukufu. Hivyo Mungu akaamua kufanya nini? Kitu ambacho Mungu aliamua kukifanya ni kuja duniani, kuja duniani, kuja duniani, kuja duniani kwa njia ya Yesu Kristo, kuvaa mwili kwa njia ya Yesu Kristo, ndipo akaja kutushuhudia, ndipo akaja kutukomboa. Ndio anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele Yohana tatu mstari wa kumi na sita. Kwa hivyo Mungu alipoangalia kwa sababu hatuna haki, tumepotoka, tumefanya nini, akatupenda. Kwa sababu ya kutupenda, kwa sababu alituumba yeye, akaja kutukomboa kwa njia ya Yesu Kristo, na ndiyo njia pekee ambayo mwanadamu anaweza kumpendeza Mungu. Kwa nini naongea jambo hili, Mpendwa katika Bwana? Katika Bwana kitabu cha Yohana anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo njia pekee ya mwanadamu kumpendeza Mungu ni kumwamini Yesu Kristo, amwaminie yeye. Amesema anayo hiyo njia. Mahali pengine katika kitabu pia cha Yohana kumi, ule mstari wa tisa, anasema, Mimi ndimi mlango wa kondoo. Mpendwa aingiaye kwa mimi atapata marisho, atapata utulivu, atazaa matunda. Kwa hivyo hauwezi kuzaa matunda mema, hauwezi kuwa na matendo mema ukiwa katika hali yako ya mwili wa nje, bali katika imani ya Kristo, katika imani ya Kristo. Kristo akalipitia tendo lote la, tendo lote la mwili alafu akagongomea msalabani matendo yote ya mwili, akatuachia kitu kinaitwa imani. Kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa kumwamini Yesu Kristo ndipo ambapo tunaweza kuyafanya yale good deed, tunaweza kufanya yale matendo mazuri. Amina. Amina. Anazungumza pia Daudi katika Zaburi ya 16 ule mstari wa, mstari wa pili anazungumza pia jambo hilo anasema, sina wema wote ila utokao kwako. Yani hata ningefanya nini katika huu mwili. Sina sina wema bali, wema wote unatoka kwa Mungu kwa, kwa, kwa tendo moja la Kristo alilolifanya kwa kugongomea msalabani akatupatanisha sisi na Mungu kwa lile tendo akayakrusify akayasababisha akaya matendo yote ya mwili akayatimiza yote wakutenda yote akayatimiza yote. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Wakolosai mbili anatisa anasema katika yeye Yesu umekaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo Mungu akayatimiza matendo yetu yote kwa jinsi ya mwili akayagongomea msalabani, alafu akaacha kitu kinaitwa imani, kwa ukiamini kwamba Yesu ameagongomea ame, ame matendo yote Yesu, ndio anayenifanyia nifanye ane, ane, mambo yote haya, hapo unakuwa umeatenda mapenzi ya Mungu mpendwa, hapo njia zako zinakuwa zimempendeza Mungu. Kwa nini ninaongea jambo hili? katika kitabu cha Mithali tatu, ule mstari wa tano na wa sita. Amina. Anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Alafu anasema katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mpendwa, ili njia zako zimpendeze Mungu, inatakiwa umwamini Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiyo njia, yeye ndiyo mlango. Kwa hiyo yeye ndiye anayekuingiza katika utukufu, katika matendo mema, katika vitu vingi, yeye ndiyo anayekuingiza humo. kwa ili njia zako zimpendeze Mungu, lazima umwamini. Ndiyo kitu alichokuwa kimefichwa ndani ya hiyo mithali, kwamba njia za mtu zikimpendeza Mungu. hauwezi kufanya tendo lote kumpendeza Mungu kwa sababu matendo yote Mungu alikuumba kwa, hauna kitu chochote mwanadamu, ambacho unakitoa kitakachoweza kumpendeza Mungu, isipokuwa ni kumwamini Mungu kwa kumwamini Mungu, kwa kuamini jina pekee la mwana wa Mungu, jina la Yesu Kristo likikaa ndani yako, hapo utaweza kumpendeza Mungu. Ndiyo maana huko kumkiri, ndio maana anasema hivi, mkiri Bwana katika njia zako zote, naye atayanyosha mapito yako atayanyosha mapito yako kwa sababu ukisoma kitabu cha mitha, cha Warumi kumi ule mstari wa tisa na wa kumi anasema ukimkiri Bwana kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfua katika wafu utaokoka. Ukiamini ile pro, process nzima ya salvation unaokoka. kwa nini unaokoka? anasema maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki na kwa kinywa mtu ukili hata kupata wokovu, ili uweze kuokolewa zaidi ya adui, ili uweze kuokolewa zaidi ya watesi, ili uweze kuokolewa zaidi ya mambo mabaya ya kupasa, uweze kumkiri Bwana katika njia zako zote, umkabidhi Bwana njia zako, hapo ndipo njia zako zitakuwa zimempendeza Mungu. Ndio maana basi, njia za mtu zikimpendeza Mungu, hata adui zake huwapatanisha naye. Njia za mtu zikimpendeza Mungu, unampendeza kwa kumwamini Mungu. Ukimwamini tu Yesu Kristo, Mungu anakupatanisha na adui zako, adui zako mpendwa, jiulize ndani yako, una ugomvi na nini? Je, una ugomvi na afya? Je, una ugomvi na uchumi? Je, una ugomvi na kibali? Je, una ugomvi na huduma? Je, una ugomvi na kipawa? Je, una ugomvi na amani? Je, una ugomvi na upendo? Je, una ugomvi na faraja? Je, una ugomvi na uvumilivu? mpendwa ukiwa na ugomvi na hivi vitu Mungu, sasa ukishampendeza Bwana, ukimpendeza Bwana, maanake ukimwamini Yesu Kristo, Yesu Kristo yeye ni mfalme wa amani, atakupa amani. Yeye amekuja kutoa udhaifu wetu, atakupatia afya. Yeye amekuja kutupatanisha, atakupatia upatanisho. Yeye anasema alitupatia kibali cha kuingia patakatifu patakatifu, atakupatia hicho kibali ambacho hauna, ambacho umegombana nacho yeye atakupatia uchumi, alikuja kutukomboa kutoka katika rahana zile, katika vifungo. Atakupatia kipawa, atakupatia afya, magonjwa yataondoka. Kwa nini? Kwa sababu anakupatanisha. The wonderful counselor, yeye ni mshauri wa ajabu, atakushauri cha kufanya, atakushauri cha kufanya. Namuomba Mungu akupatanishe na afya, Mungu akupatanishe na neema, Mungu akupatanishe na uzima, Mungu akupatanishe na kibali, Mungu akupatanishe na amani, Mungu akupatanishe na upendo, Mungu akupatanishe na uvumilivu, Mungu akupatanishe na furaha. Kuna mtu mwingine ni uchungu, uchungu, uchungu; mtu mwingine ni huzuni, huzuni, huzuni; mtu mwingine ni umaskini, umaskini, umaskini; mtu mwingine ni kuchoka kuchoka kuchoka, mtu mwingine ni magonjwa magonjwa magonjwa. Namwomba Mungu akupatanishe. Katumie neno hili kuweza kuomba katika maombi yako ambayo utakuwa ukiomba, mwambie Mungu, nimekuamini. Kwanza kumbuka, huwezi kumpendeza Mungu kwa jitihada zako wewe mpendwa, bali kwa njia ya imani, kwa njia ya imani. Mwamini Yesu Kristo, ukimwamini, kwa sababu yeye ndio njia. Njia za mtu zikimpendeza Mungu, njia, njia ni nini? Njia ni Yesu hii ni mlango wa kondoo, mlango wa kondoo, aingiai kwake atapata malisho, atapata amani, atapata faraja, atapata kibali. Anazungumza pengine pia katika Yohana saba ule mstari wa 38 anazungumza pia anasema, aniaminie mimi, kama maandiko yanavyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani mwake, kwamba mimi ni Mungu mwenye nguvu, ni mshauri wa ajabu, ni Baba wa milele, mfalume wa amani. Amini maneno hayo. Mungu akutunze na kuhifadhi katika utukufu wake wote. Mpendwa katika Bwana. Natumaini na somo hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa la baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziupload. Mpendwa, neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema shalom, shalom.